Moja baada ya kusambaa taarifa za kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, taarifa mpya zimeibuka huku mawakili wake wakifungua kesi ya kutaka mamlaka husika zimfikishe mahakamani. Mbali na hatua hiyo, mmoja wa majirani wa nyumba anayodaiwa kutekwa Polepole ameeleza kile alichoshuhudia wakati wa tukio, huku msimamizi wa nyumba hiyo akibainisha kuwa hakuwahi kufahamu kama Polepole ndiye alikuwa akiishi hapo. Wakati hayo yakijiri, Jeshi la Polisi kupitia kwa msemaji wake David Misime lilitoa taarifa Oktoba 6 mwaka 2025 likieleza kuwa uchunguzi wa madai ya utekaji huo umeanza. Wakati huo huo, Misime alisema bado wanamsubiri Polepole kufika Ofisi ya Mkurugenzi wa Upelelezi wa Makosa Jinai DCI kutoa maelezo kuhusu madai mbalimbali aliyoyatoa dhidi ya Serikali na viongozi wake. Hata hivyo, taarifa nyingine ya polisi iliyotolewa leo Oktoba 7 mwaka 2025 imeeleza kuwa jeshi hilo linamtafuta kaka wa Polepole aitwaye Augustino Polepole pole, kufuatia madai aliyoyasambaza kwenye mitandao ya kijamii, akimtuhumu ofisa mmoja wa polisi kuwa ndiye aliyehusika na utekaji huo. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, wanamtafuta Augustino kwa lengo la kupata maelezo ya kina na vielelezo, vinavyoweza kusaidia kufafanua madai yake wakati hayo yakiendelea mmoja wa majirani na nyumba alikotekwa Polepole pole, amesema damu zilizomwagika wakati wa kutekwa kwa Humphrey Polepole ni nyingi. Jirani huyo ambaye jina lake linahifadhiwa amedai baada ya kusikia kelele usiku alijua ni za kifamilia, hivyo waliendelea kulala, lakini baada ya kusikiliza kwa utulivu alibaini jambo la tofauti na aliamka kuhakikisha kinachoendelea, japo hakufungua geti na nukuu Sikufungua geti, nilichungulia nje. Niliona magari mawili aina ya Land Cruiser, moja limesimama upande wa kushoto, lingine upande wa kulia. Mtu aliwekwa ndani na niliona magari yakiondoka. Asubuhi tulitoka kuangalia nini kilichotokea, tulikuta damu nyingi tulijiuliza kama huyu mtu atakuwa hai. Hatukuwa tukifahamu ni nani hadi tulipoona mitandaoni kuwa ni Polepole Pole, amesema jirani huyo alipozungumza na Mwananchi. Kwa upande wake Ana Meri Polepole, mama mzazi wa Polepole Pole, ameeleza masikitiko yake akitoa wito mwanaye aachiwe huru, na mnukuu, wamwachie mwanangu kama yupo hai, kama hayupo hai waniletee ni mzike mwenyewe, waniletee mwanangu ni mzike mwenyewe, wasiende kumtupa baharini. Ni kauli ya mama huyo alipozungumza na shirika la utangazaji la Uingereza, BBC. Unapokuwa umemsomesha mtoto tangu akuwa akiwa kichanga hadi akafika sehemu unamtegemea kuwa anaweza kukuletea doti za kanga, leo wenzio wanakuja kukukatia ghafla tu, sababu ni nini hasa? ame nanukuu Inasikitisha sana, ina maana wanaumiza watu kama nyati wa porini au tembo. Inasikitisha sana kwa nchi ya Tanzania. Hayati Mwalimu Julius Nyerere hakutulea hivyo, amelalamika. Amesema Polepole alikuwa mwanaye wa kipekee na alipenda kusomea urubani na uchungaji, lakini wazazi hawakuwa na uwezo wa kumsomesha pani ya urubani. Ana Mary ameeleza kuwa Polepole mara zote ni mtu mwenye upendo na mcheshi muda wote ambaye husalimiana na watu kila wakati, na alipokuwa mdogo mara zote hakuwa mwongeaji bali mwenye kusalimu na kujisomea. Msimamizi wa nyumba alikotekewa Polepole amesema yeye hakuwahi kufahamu kama Polepole ndiye alikuwa kwenye nyumba hiyo, kwa kuwa aliyempangisha ni mtu mwingine. Amesema awali hakumfahamu aliyekwenda kutafuta nyumba kwa jina, na aliambatana na mtu mwingine aliyemtambulisha kama mama yake, na nukuu: kwa hiyo nilimpangisha kwa sababu huyo kijana aliniambia mama yake ndiye atakuwa anakaa humo, na atakuwa yeye anakuja kwenye nyumba hiyo siku moja moja, kwa sababu anafanya kazi Dodoma. Kwa hiyo sikujua nani anaishi humo ndani hadi tukio hili lilivyotokea, amesema. Nyumba ilipangishwa Julai 11 mwaka 2025, na msimamizi huyo amesema tangu wakati huo hakufahamika nani yupo ndani, ingawa kila wiki wapo vijana wanakwenda kufanya usafi ndani ya nyumba hiyo. Baada ya uva, ya uvamizi kutokea, msimamizi huyo amesema walipata taarifa asubuhi kutoka kwa mmoja wa sungusungu anayezunguka kwenye mtaa huo. Baada ya kupata taarifa hiyo, akafika eneo la tukio na kuangalia kilichotokea, na kwa njia ya simu akawasiliana na aliyepanga nyumba hiyo akimuuliza kama anafahamu tukio lililotokea, na nukuu, Nilipomweleza kuwa nyumba imevunjwa na damu zimetapakaa, alishtuka na akaniambia yeye yupo Kinyerezi anakuja. Na alipofika alikuwa na ndugu zake wengine watatu, ndipo alipoanza kunielezea ukweli ni nani aliyekuwa ndani ya nyumba hiyo, amesema msimamizi huyo. Amesema baada ya ndugu hao kusema aliyekwemo ni Polepole, wote walifika eneo la tukio kubaini damu nyingi zilizovuja ndani ya ndani na nje ya nyumba. Ametaja uharibifu uliofanyika kwenye nyumba hiyo ni kuvunjwa geti la nje na la ndani, milango miwili wa nje na wa chumbani alikokuwa amelala Polepole. Msimamizi huyo amesema alipouliza majirani nini kimetokea, aliambiwa usiku walisikia milio ya magari ikipita na baadaye walisikia kishindo cha kuvunjwa mageti na milango katika nyumba hiyo, lakini hawakuweza kutoka ingawa baadhi yao walichungulia kupitia madirishani majira ya saa nane usiku. Hata hivyo, msimamizi huyo amesema majirani hao waliendelea kusikia vishindo na kisha kelele za kuomba msaada na sauti za magari yakiondoka. Na nukuu, kwa sababu sikuwepo katika tukio, ila kwa maelezo ya majirani, hata kelele walizozisikia walishindwa kutoka kutokana na usiku mkubwa, na hivyo waliamua kutoka asubuhi na kukuta damu na milango iliyovunjwa, amesema. pia amezungumzia mazingira ya nyumba ya vyumba vitatu vya kawaida, kuwa haijawahi kuwekwa kamera. Kufuatia tukio hilo, jukwaa la wahariri Tanzania TEF limelaani tukio la kutekwa kwa Polepole pole, na nukuu, kwa vyovyote iwavyo, tunasema maisha na uhai wa Watanzania wenzetu ni kipaumbele cha kwanza kwa amani ya taifa letu. Amani ni tunda la haki na hatuwezi kukubali vitendo vya utekaji vinavyozua hofu miongoni mwa wananchi, imesema TF katika taarifa yake iliyotiwa saini na mwenyekiti wa mwenyekiti wake Dodat Sibalile. Kwa upande wake, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC umelaani tukio hilo na kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan kuingilia kati sakata hilo kwa kutumia rasilimali zote zilizopo ili kuokoa maisha ya Polepole. Wakati hayo yakiendelea leo Oktoba 7 mwaka 2025, jopo la mawakili wakiongozwa na Peter Kibatala limefungua shauri la maombi maalum kwa niaba ya Polepole pole. miongoni mwa mambo yanayoombwa katika shauri hilo lilofunguliwa katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam ni amri ya mahakama kuwaamuru wajibu maombi kumfikisha Polepole pole mahakamani. Wajibu maombi katika kesi hiyo ni mkuu wa jeshi la polisi IGP, mkurugenzi wa mashtaka DPP, mwanasheria mkuu wa serikali mkuu wa upelelezi wa kanda maalum ya Dar es Salaam ZCO, na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ZPC. Katika hati hiyo ya dharura iliyothibitishwa na wakili Kibatala, imeelezwa kuwa tangu Oktoba 6 mwaka 2025, Polepole aliripotiwa kutekwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni maofisa wa jeshi la polisi waliovamia nyumbani kwake eneo la Ununio, wilayani Kinondoni, Dar es Salaam. Pia Kibatala amedai katika maombi hayo yaliyosajiliwa kwa njia ya mtandao kuwa hadi sasa Polepole hajashtakiwa kwa kosa lolote la jinai katika mahakama yoyote ya kisheria na kwamba inaaminika amewekwa kizuizini mahali kusikojulikana na wajibu maombi, na nukuu, hivyo haki zake za kikatiba zimekiukwa bila sababu za msingi, amesema Kibatala na kuongeza ustawi wa muombaji unahitaji uangalizi na uingiliaji wa haraka ikiwemo kujua hali ya maisha yake. Katika hati ya maombi hayo, mawakili hao wameomba wasikilizwe upande mmoja na mahakama iamuru Polepole afikishwe mahakamani, akisubiri uamuzi wa maombi hayo kusikilizwa pande zote. Wameomba pia mahakama iwaelekeze wajibu maombi wamwachie huru Polepole kwa dhamana au wamfikishe katika mahakama ya kisheria na kumshtaki kwa mujibu wa sheria. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa